Kwa jina naitwa Lucy Daudi mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, katika tasnia ya habari na mawasiliano kwa umma. Katika tasnia hii, ni tasnia ambayo ina uwanja mkubwa sana wa kuzungumza mambo ambayo jamii inapitia. Naweza kusema kwamba tasnia hii inawafikia watu kwa ukaribu zaidi kuliko tasnia yoyote ile na pia katika tasnia hii nimejifunza vitu vingi sana, hasa namna ya kuishi na jamii na namna ya kuwasiliana na jamii na jinsi nitakavyoweza kufikisha jumbe zangu katika jamii inayonizunguka. Lakini pia mimi ninapenda kuwa mtangazaji mkubwa sana ambaye ninahisi kabisa katika utangazaji wangu nitafikia watu wengi zaidi kuliko nikiwa katika nikiwa nje ya tasnia hii na pia mbali na hayo yote, katika tasnia hii mimi napenda sana kujitetea katika kutengeneza maudhui mbalimbali, hasa yale ambayo yanahusisha usimulizi wa ya hadithi mbalimbali katika radio ama television, kwa lengo la kuhamasisha ama kutatua changamoto mbalimbali mbali ambazo watu wanazipitia kwa njia ya simulizi, na napatikana katika mitandao ya kijamii mi, na na ikiwemo TikTok kama official napatikana me and myself, na pia katika Instagram napatikana kama me and myself vile vile, katika Facebook napatikana kama Lucy mwashiwawa . Asante.